Sasa leo nitakuelekeza ni ndoto gani nne ambazo unaziota hautakiwi kumwambia mtu yoyote kwenye maisha yako. Yaani ndoto hizi hutakiwi kumwambia babako, hutakiwi kumwambia mpenzi wako, wala mda mwingine hata mchungaji wako, wala shehe wako, ama imamu wako hautakiwi kumwambia. Nitakwambia ni kwa nini hautakiwi kumwambia na ndoto hizi zina maana gani kwenye maisha yako na kwa nini hutakiwi kumwambia ndoto hizi unapokuwa umeziota. Na ndoto hizi watu wengi huwa wanaota na, na wanazipuuzia kwa sababu hawajui maana yake, na unajikuta kwamba wanaenda kuambia watu bila hata kujua wanaenda kuambia kitu gani. Watu wanashindwa kujua kwamba ndoto ni ufunguo wa kiroho. Mtu yoyote ambaye anajua ndoto yako anaweza akaifungua maisha yako kwa vile anavyotaka yeye Anaweza kafungua uchumi wako kwa namna anavyotaka yeye, anaweza kafungua kazi zako kwa namna anavyotaka yeye. Na ndio maana ndoto hizi nitakazo kwambia, hautaki kumwambia mtu yeyote. Na sasa, kama mpaka mwisho wa video hii, niweze kukwambia ndoto hizi ni ndoto zipi na ni ndoto za vitu gani, ili siku nyingine unapoongea na mtu yeyote kuhusiana na ndoto, kama umeota ndoto hizi nne, mwambie ndoto zingine zozote zile, lakini hizi nne, akia nani, usimwambie mtu yeyote, kwa sababu ndoto hizi ni ufunguo mkubwa kwenye maisha yako, na ndoto hizi ukimwambia mtu, unaharibu kila kitu kwenye maisha yako. Sasa kabla sijaanza kueleza ndoto hizi kama bado hauja subscribe chaneli yetu, basi subscribe chaneli yetu ili pindi inapotoa maana mpya ya ndoto uweze kuwa wa kwanza kuipata. Ndoto Na... ya kwanza, unapoota unahesabu sana pesa. Ukiwa unaota unahesabu sana pesa, maanake kuna baraka ya fedha inakuja kwenye maisha yako. Yani kama uchumi wako ulikuwa ni mbovu, kama ulikuwa ni masikini, kama ulikuwa hauelewi ni kitu gani cha kufanya kwenye maisha yako, unapoota unahesabu fedha nyingi, ujue kabisa kuna baraka ya fedha nyingi inakuja kwenye maisha yako. Kwa muda huo, inatakiwa uanze kufanya maandalizi: ni namna gani ya kupokea baraka hiyo, ni vitu gani ninavyotakiwa kufanya kwenye maisha yako. Sasa watu wengi wanaambia watu kwamba, leo bwana, leo bwana, nimeota na nahesabu sana fedha, yani leo ni hivyo la usiku nimeota nahesabu sana fedha, la lakini asubuhi nimeamka maisha yangu ni, ni magumu. Bwana, haujui yule mtu unayemwambia hali yake ya kiroho ikoje, kwa sababu wanadamu tunafanana usoni, lakini mioyoni mwetu hatufanani kabisa. Kwa hiyo unajikuta kwamba yule mtu kama ni mtu wa kiroho, anajua kabisa kwamba okay, dada fulani ameota kwamba anahesabu pesa nyingi, kaka fulani ameota kwamba anahesabu pesa nyingi, ina maana baraka ya pesa inaenda kwenda kwenye maisha yake. Ngoja tuende tukafifishe nyota yake kwanza, ama ngoja tuende tukachukue baraka zake kwanza kabla yeye hajazifikia. Ina maana unajikuta kwamba kuna vitu vingine unaota lakini unashindwa kuvifikia. Kuna ndoto zingine unakuwa unaota lakini unashindwa kuzifikia. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ulisema na baada ya kusema yule mtu alienda kuchukua hatua ya kiroho akaenda kuzichukua zile baraka zako. Baraka ya pesa inaweza ikachukuliwa kabla haijamfikia mtu. Wachawi wanaweza wakawa wanajua kabisa kwamba huyu mtu anakwenda kubarikiwa sasa hivi, huyu mtu anakwenda kupata pesa. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya inatakiwa baraka hii tuweze kuichukua ili iweze kuondoka kwenye maisha yake. Kwa hiyo hiyo ni ndoto ya kwanza ambayo ukiota hutakiwi kumwambia mtu yoyote kwa sababu baraka ya pesa ina uwezo wa kuchukuliwa na kufifishwa kwenye maisha yako na usiifikie kabisa. Kwa hiyo unapoota ndoto ya namna hiyo usimwambie mtu yoyote. Napoingia ndoto ya pili kama unabarikiwa kama bado hujasubscribe chaneli yetu ya YouTube basi unaweza ukasubscribe muda huu. Nataka nikuelekeze sana maana ya ndoto ya pili. Ni ndoto gani ambayo unatakiwa kumwambia mtu yote kwenye maisha yako yote ndoto namna hiyo ni kwa sababu mtu anayekusababishia majanga wewe umjui, mtu anayekusababishia matatizo wewe umjui, mtu anayeleta shida kwenye maisha yako wewe umjui, kwa sababu wanga tunaishi nao katikati ya nyumba zetu, lakini tunashindwa kuwajua. Kwa hiyo unapoota kama umepigana na yule mtu na umempiga na wewe unaenda kumwadisia, unaweza kujikuta kwamba uliyetoka kumpiga jana usiku ndio huyo unayemwadisia unajuaje? Utagundua kwamba okay, kumbe amenishinda, dada fulani amenishinda, ngoja niende nikatafute kiboko yake nyingine, ngoja kama ni uchawi, ngoja niende nikaongeze uchawi, uchawi mwingine basi kama ni mashambulizi, ngoja nikaongeze mashambulizi mengine, kwa unajikuta kwamba unajisababishia vita visivyokuwa na maana, unajisababishia vitu vingi visivyokuwa na maana kwenye maisha yako. Kwa unapoota umepigana na mtu na mtu yule umempiga, ndoto hiyo hautakiwi kuitaja kwa mtu yeyote ule. Ndoto ya tatu ambayo utakiwi kumwambia mtu yeyote ni ile ndoto ambayo unaota unapaa ama unaruka angani. Hii inamaanisha vitu vingi sana kwenye maisha yako, inamaanisha kwamba Mungu ameshakufungua kutoka kwenye vifungo, ni kwenye vifungo ambavyo uko navyo muda huo, ndo uko unafunguliwa tayari. So unapoenda kumwambia mtu kwamba k okay, mimi nimeota ninapaa, najua kabisa kaka fulani anakwenda kutoka kwenye umasikini. Kwau unajikuta kwamba haujui, umeanza tu kuongea bwana, yani, mimi kila siku ninaota ninapaa, kila siku ninaota ninapaa, baba, sijui ni kitu gani kinaendelea, ninaota ninapaa. Kumbe baba yako ndo amekufunga wewe huyo, kumbe mjomba wako ndo amekufunga wewe huyo. Sasa kama mtu wa kiroho anajua kabisa kwamba huyu mtu anaota anapaa, maana yake kuna nguvu mpya ambayo amekwisha kupewa tayari ya kunishinda. Kuna nguvu mpya kuruka vizuizi ambavyo amekwisha kupewa tayari, kuna nguvu mpya ya kunishinda ambayo amekwisha kupewa tayari. Kwa hiyo huyu mtu simwezi, kwa hiyo ngoja nini nikaongeze nguvu nyingine, sababu amekwisha kuota tayari ndoto za namna hii, na maanisha kwamba vile vitu ambao nilikuwa nimepanga juu ya maisha yake havijafanikiwa. Kwa hiyo namfanya huyu mshirikina, ambaye wewe unamjua unamsimulia ndoto, unamfanya aende akajipange upya aende kuletea mashambulizi mengine mapya ambayo yatakutesa zaidi na yataumiza familia yako pamoja na watoto wako. Kwa hiyo unapoota unapaa ama unaruka siku nyingine, usije kusema tena, hata kwenda kulopoka hata kwenye comment section. Unajua kuna mtu mwingine anakwenda kuandika tu kwenye comment section kwamba mimi nimeota ninapaa ama naruka, maana yake nini? Unashindwa kujua kwamba kuna watu wengi sana wanasoma zile comment. Unajikuta wengine, kuna, kuna watu wengi sana wanasoma zile comment ambazo wewe wajui, na wengine wabaya, na unajikuta wengine ni mbaya wako kabisa ameingia labda kwenye video yangu kama hii ambayo unaiangalia wewe. Anasoma akuta hey, huyu fulani ndio ameandika amecomment hivi. Basi ngoja niende nikamfanyie kitu kingine. Kama unaona hujui maana ya ndoto inayokusumbua, basi kama ni mtu ambaye anajua tafsiri za ndoto, mfuate inbox. Mwambie bwana, mimi mtumishi wa Mungu ninasumbuliwa na kitu moja mbili tatu nne tano. Kuna ndoto fulani moja mbili tatu nne tano ambayo inanisumbua, inaomba unisaidie. Unapofanya hivyo, inakuwa ni rahisi kwa yule mtu kusaidia na bila kujulikana na mtu yote. Ule huenda ni mbaya wako ama ndoto ni... nyingine ya nne ambayo utakiwa kusema ni kuota unazama majini ama unashambuliwa. Kuna watu mko hapa mnaota, mwingine anaota kama anazama, lakini kila anapoenda kuzama hafiki mwisho, hafiki chini, hafiki chini, anaendelea kuzama, anaendelea kuzama, anaendelea kuzama, ama mwingine unaota unashambuliwa. Sasa maana yake nini? Maana yake kwamba wewe, kuna roho ama kuna ufalme wa giza upande wa maji, naziita marine spirit iko inasumbua maisha yako. Sasa marini hii spirit ama roho ambayo inapatikana ufalme huu wa majini ambao unapatikana kwenye maji, sio kama umejileta wenyewe, umetumwa na mtu kwa ajili ya kujaribu maisha yako. Sasa unapoenda kumsimulia mtu kwamba bwana, mimi jana nimeota ninazama polepole, ninakosa hewa, nimeota ninashambuliwa polepole, ninapigwa, ama nazama polepole kwenye maji, kwa sababu haumjui ni nani anayekusababisha haya matatizo, mtu yule unayemsimulia unaweza ukajikuta ndio yule yule mtu ambaye anakusababisha matatizo. Anasema kwamba okay, kumbe ile bomu niliyemtumia dada fulani imeweza kumshinda tayari. Basi sasa hivi ni time for round two. Ngoja ni nitumie bomu lingine la pili. Tuone kama ataweza kusurvive au ataondoka duniani. So ndoto na namna hii unatakiwa kumwambia mtu yote kwa sababu huwezi jua mashambulizi haya yametumwa na nani. Unapomwambia huyu mtu anajua kabisa kwamba lile jambo ambalo nilikuwa nimemtumia limempata. Yeye akitoka pale wewe unalia, mwenzako anaenda kushangilia. Sasa kama umebarikiwa na tafsiri hizi za ndoto, usahau kusubscribe channel yetu hii ili kila ninapotoa maana mpya ya ndoto uweze kuipata kwa wakati. Na unaweza ukalike mahali pale na ukashare kwa ndugu, jamaa na marafiki ili waweze kupata ujumbe huu na wenyewe wajue ni ndoto gani sio za kumwambia mtu yeyote kwenye maisha yao. Mungu